kabisa ni washukuru uongozi mzima na management ya kampuni yetu ya airtel tanzania limited kampuni ambayo serikali ya jamhuri ya Muungano wa tanzania ina hisa asilimia 49 na Bharti airtel wana hisa za asilimia 51 tunapongeza sana kwa uamuzi wa serikali kuweza kumiliki hisa katika kampuni hii muhimu sana kama tunavyofahamu mawasiliano ndio kila kitu lakini kama mnavyofahamu pia, katika ujumuishi wa sekta ya kidijitali pamoja na sekta ya fedha, kampuni za mawasiliano zina mchango mkubwa sana, na ninawapongeza pia kwa kuwa na kampuni ya pili pia kuhusiana na miamala ya kifedha, kampuni ambayo imekuwa ikifanya shughuli zake vizuri sana. Lakini la pili, tumekuja kujifunza kufuatia uteuzi wetu, mimi na naibu waziri ambao uh, tumeupata baada ya kuingia katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya sita. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine tena kutuamini kuweza kuongoza sekta hii muhimu ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Tunawapongeza Airtel kwa mchango wao katika uh, mapato na uchumi wa taifa. Kwa miaka minne iliyopita wameweza kulipa kodi kwa kiwango cha trilioni 1.9 lakini wameweza kulipa gawio kwa serikali takriban shilingi bilioni 226 20, ambapo kati ya hizo kupitia miamala ya fedha zaidi ya shilingi bilioni 118. Kwa kweli nawapongeza, wamefanya kazi nzuri sana. Lakini mchango wao katika ajira zaidi ya ajira 2187 ni kiwango kikubwa. Endeleeni kufanya hivyo na kutengeneza fursa, tunajua ziko fursa za mawakala tunajua ziko fursa zingine uh, kupitia mawakala wadogo wadogo ambao wanatafuta wateja katika kampuni zetu za simu, wana mchango mkubwa, lakini pia kurudisha katika jamii au CSR, na kwenye, tumeona kazi kubwa na nzuri ambayo wamekuwa wakiendelea kuifanya katika kuwajibika katika jamii zetu, ambao ndio wanachangia kiwango chote hicho ambacho tumekitaja cha fedha na faida, wana mchango mkubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kurudisha katika jamii zetu na wenyewe nawashukuru sana. Lakini kubwa tumeendelea kujifunza changamoto mbalimbali wanazozipitia ili kuweza kuhakikisha wanatoa huduma zilizo bora kwa wananchi wetu wa mijini lakini na vijijini, kuweka mkazo na wenyewe wasiachwe, pasipatikane mtu ambaye anaachwa nyuma kupitia maendeleo ya kidijitali. Pasiwe na any gap kwenye digital divide ili kuhakikisha kila mtu anatumia vizuri uh, mfumo wetu ya kidijitali, <coughs> uchumi wa kidijitali ko nimewapongeza sana na ziko baadhi ya changamoto au maboresho, ikiwemo masuala kupitia uwekezaji, maboresho ya kikodi, maboresho ya kisera takriban kumi au kumi na moja. Tumeyazungumza na tumewahakikishia kama serikali tutayafanyia kazi. Mengi yameshafanywa kazi na yamefanikiwa, na ndio maana tunaona wanaendelea kukua.